Uh, ukienda kule mahakama ma, maktaba kuu utapata. Ukienda katika uh, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hautapata. Ukija hapa mahakama kuu ya Tanzania hapa uh, Dar es Salaam hapa hautaipata hiyo sheria hiyo gazeti. Mwisho wa siku ni kwamba hii i sheria ambayo imekuwa im, im, inatumika kinyume cha, cha, cha sheria inavyoagiza kwamba lazima sheria yenyewe itangaze lini itaanza kufanya kazi au